Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Ndugu wapenzi, viongozi wote, pamoja na mama yetu, tunakuombeni sana mumsaidie huyu mjukuu wenu, ni shida, ana shida kubwa sana. Laiti kama mngekuwa mnamfahamu au mngemwona, mngejua jinsi alivyo, kila leo anaanguka anguka tu kwa pressure zake akisikiza tu akisikiliza akisikia tu mambo ya kesi hapo, anakuwa akili inamtoka. Kwa hiyo naomba msaada wenu sana, naelewa yote mmeshasikia, na kesi yenyewe ilikwenda ni upande mmoja na mengi walioandika kwenye hukumu ile, kwa kweli nami nilipitia, imekwenda upande mmoja tu, yani imempendelea mwanaume na ilikuwa ina dundwadundwa tumaake mengi eh? Yaliyoandikwa pale sio ya kweli, nafahamu. Kwa hiyo nakuombeni mumsaidie sana, na ikibidi kama kuna watu wanaweza kumsaidia kifedha ki, ki. Maake alikuwa ni mfanya kazi mfanya biashara mzuri sana, lakini alipofilisiwa na ile mme wake kwa kweli amejikuta sasa yuko hoi bin taabani, ila mara nyingi sana huwa anapenda ingekuwa kuna watu wanaweza kumsaidia hata e, mtaji wowote eh, angeweza kuamka tena, angeweza tena kujenga nyumba nyingine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi naomba mmsaidieni, Mama Rais, waziri, ma, mawaziri, TAMISEMI, waziri mkuu, wa mkoa na wote viongozi nakuombeni kwa hisani yenu, na tunashukuru sana kwa kazi yenu nzuri, na tunashukuru sana kwa jinsi mnavyowasaidia watu wengi e, na, na, na imani kwamba na umama Bi Sakina mtamsaidia pia. Asi, sina la usemi sina kusema, sina la usemi zaidi isipokuwa naomba tu msaada wenu umsaidie umama kwa hali na mali na kiuongozi mweze kumwokoa. Maada. Wanawake Media, kimbilio la wanawake.